Akasema yeye ni polisi, lazima ujithibitishie ni polisi gani na ametokea wapi. Hata akikuonyesha tu kitambulisho, japo utachukua namba zake za hizo za hicho alichokuja kukukamatia. Swala la askari polisi kujitambulisha kwa mwananchi ni la lazima, lipo kisheria. Mwananchi kulingana na mazingira, kwa sababu kuna mazingira askari anaenda kumkamata jambazi Utaanza jambazi ana silaha, unaanza kumtolea kitambulisho mimi ni askari, mazingira hayo hayataruhusu. Lakini katika masuala haya ya kawaida, mwana askari polisi amekuja kwako anataka kufanyia upekuzi kwa mfano, sheria inamtaka askari polisi ajitambulishe na kuonyeshe kitambulisho, na kama ni upekuzi, akuonyeshe hati ya kupekulia, na kama hana basi, aandae hati ya kupekulia ya muda, emergency search. Baada ya hapo kunakuwa na mtu, sio lazima mwenyekiti wa serikali ya wa mitaa wala mtendaji, mtu mzima anayejitambua. Mtu mzima kwa mujibu wa sheria ni mwenye umri wa miaka kumi na nane. Ni haki yake mwananchi kujithibitishia kwamba yule aliyeenda kumkamata ni askari polisi. Unakuta mtu ametekwa na polisi, polisi gani? hata simjui, amejitambulisha hajajitambulisha, gari namba sijui, namba gani Land Cruiser? ma Land Cruiser hapa, kila idara serikali inatumia Land Cruiser. Kwa hiyo ni, ni wasihi tu wananchi sisi, ndio maana tunaona hadi kamanda, mimi natoka nacheza mziki na wananchi, kwa nini waone ah, kumbe hata polisi naweza kucheza naye mziki, wawe karibu na sisi pale wanapoona changamoto waweze kutukaribia na kutueleza changamoto zao.